Naitwa Margaret Richard Magoma, ni meneja wa taaluma katika kituo cha Usuluhishi cha Kimataifa Tanzania. Kituo hiki ni kituo ambacho kimeanzishwa na chama cha Sheria Tanganyika kwa ajili ya kujibu maombi na kilio cha wafanyabiashara wengi kwa kutaka migogoro yao itatuliwe kwa haraka na bila kupoteza muda. Kwa maana hiyo, kwa kujibu kilio hicho, chama cha Sheria Tanganyika kilianzisha taasisi inayoitwa Kituo cha kimataifa cha usuluhishi Tanzania, yani, Tanzania International Arbitration Center, ambacho kinajihusisha na kusaidia au kuwezesha utatuzi wa migogoro kwa njia mbadala, tukimaanisha kwamba kutatua migogoro ya kibiashara bila kwenda mahakamani. Kituo hiki kinapatikana katika jengo la Wakili House, mtaa wa Chato, na shughuli zetu kubwa tunazozifanya ni kuwezesha utatuzi wa migogoro ya kibiashara lakini pia tunatoa mafunzo mbalimbali yanayohusiana na namna ya watu wanavyoweza kutatua, kutatua migogoro ya kibiashara bila kwenda mahakamani, lakini tunafanya hivyo pia kwa kuzingatia faida mbalimbali mbali zinazotokana na mfumo huu wa kutatua migogoro nje ya mahakama. Faida mojawapo ni kwamba inaokoa muda, kwamba muda unaotumika kutatua migogoro hii ni mfupi kulinganisha na migogoro inayoenda mahakamani, kwa sababu kisheria sheria inataka migogoro hiyo imetatuliwa ndani ya miezi sita, lakini ukilinganisha na mfumo wa mahakama ambao migogoro huwa inaenda kwa muda mrefu zaidi. Lakini pia faida nyingine ni kwamba uh, njia hii inatunza usiri kulingana na kwamba kuna ba baadhi ya biashara wangependa kulinda kulinda jina la biashara yao lakini vilevile vile pia kutotoa siri za kibiashara. Kwa migogoro hii inatatuliwa kwa njia ambayo ni ya usiri zaidi, lakini pia faida ya tatu ambayo inapatikana ni kwamba uh, watu waliokuwa kwenye mgogoro, parties ambapo kwenye mgogoro wana, wana, wana uwezo wa kuchagua mtu ambaye ataweza kutatua mgogoro wao kwa maana kulingana na taaluma kwa mfano injinia unapotokea mgogoro wa ujenzi, wale waliokuwa kwenye ule mgogoro wanaweza wakateua mtu kama injinia ambaye anaelewa kitu specific, au kitu maalum kinachohusiana na mgogoro huo. Kwa maana hiyo um, kwa maana hiyo kuna uwezekano wa kuchagua mtu anayeendana na mgogoro wenu, anayeendana na mgogoro wenu, kutatua mgogoro husika, lakini pia kitu kingine Uh, namna hii pia inasaidia kutunza mahusiano kwamba mnapokaa na mnaamua kujadiliana na kuelewana namna ya kutatua mgogoro husika, kuna uwezekano mkubwa kwamba baada ya hapo mnaweza mkaendelea na mahusiano yenu ya kibiashara. Lakini pia kituo hiki kimekuwa kikishirikiana kwa ukaribu sana na Wizara ya Katiba na Sheria, na kina makubaliano kwa ajili ya kuwezesha migogoro kutatuliwa na ni mdao mkubwa wa Wizara ya Katiba na, na Sheria. Kwa hiyo tuko hapa siku ya leo katika banda la Wizara ya Katiba na Sheria, tukitoa elimu ya namna ya kutatua migogoro kwa njia mbadala, lakini vile vile pia tuki, tukiwawezesha watu kuelewa na kuwaelekeza namna sahihi ya kutatua migogoro bila kwenda mahakamani na tunashauri wananchi wengi, na tunakaribisha wananchi waweze kufika katika banda la katiba na sheria, wakutane nasi hapa ili tuweze kuongea na kueleweshana. Asante.